Mamlaka ya elimu nchini TEA imeendeleza mkakati wake wa kuwajengea uwezo wa walimu wa masomo ya Kiingereza, Kiswahili na Hisabati, ikiwa ni mpango wake kuinua kiwango cha ufaulu wa masomo hayo kwa wanafunzi wa shule za msingi. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa mwandamizi wa wizara ya elimu, mtawajibu wa Athmani, amesema lengo la mafunzo hayo ni kuimarisha walimu wa shule za msingi na wanafunzi ili kufikia matokeo makubwa. Sasa Amesema katika awamu ya kwanza ya mafunzo hayo yameonyesha mafanikio makubwa baada ya kupanda kwa kiwango cha ufaulu. na lengo la, la semina hii ambayo tunaendesha kwa muda wa wiki moja ni kwa ajili ya kuimarisha walimu waweze kuwezesha walimu wengine ambao watafanya ma remedial teaching kwa wanafunzi wa darasa kuanzia darasa la sita mpaka la saba. Kiufaulu kumekuwepo na impact. Kwa mfano tukiangalia, uh, ufaulu umepanda kwa asilimia 12.2, ambao mwaka jana ulikuwa 37.56 na mwaka huu umekuwa ni 49.54. Katika mipango ambayo tunaifadhili katika kipindi cha miaka miwili sasa, huu ni awamu ya pili, ni, ni mpango huu wa Student Teacher Enrichment Program kifupi wanaita STEP. Na hii ni awamu ya pili, tumetoa ufadhili kwa ajili ya mafunzo haya, na sisi kama mamlaka kwa kweli tunayo furaha na faraja kuwa sehemu ya mafunzo haya. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wamesema mafunzo hayo yamekuwa nyenzo muhimu kwao katika kazi zao kwa kuwapatia mbinu mpya za ufundishaji. Tangu tulivyokuja, sivyo tunavyoondoka, kuna mazuri ambayo tumeyapata. Tunakwenda nayo. Mimi binafsi na lile darasa mpaka tulipofikia muda huu ninaona tumeiva. Zile mada ambazo hata walimu wenyewe wanakuwa hawana maarifa ya kutosha katika hizo mada. Na ugumu unakuja wapi? Kuna baadhi ya hizo mada nilizozitaja hapo haziko kwenye muhtasari. Jumla ya walimu 120 wamehudhuria mafunzo hayo kutoka wilaya nane za mikoa ya Tanga na Pwani ambapo yameratibiwa na Mamlaka ya Elimu Tanzania. Nikiripoti kutoka Tanga ni Hassan Hashim wa Channel 10.